Na jambo lingine la na mwisho nakuhusieni ndugu zangu, mkishafika Makka Madina, msisahau kuiombea dua nchi yetu e, maana hii amani tulionayo ndio inakufanyeni nyinyi mwe na hamu ya kwenda kuhiji Makka. Lakini pakiwa na rabsha hapa hakuna mtu atakumbuka jambo hilo mm. Hawana akili tu hawa watu wanaosema haya, bora tuuane, bora tuuane. Wewe unajua vita e, ili mwaka tisi na nne, si tulikuwa tunatembelea kule Rwanda, tunapita mpaka Goma kule Congo, tunaenda tunaona kabisa watu wanapigwa risasi mbele ya macho yetu, ila bahati nzuri wale watu wa Rwanda na Burundi walituheshimisha duniani, Waislamu yani, hawakumua mtu ovyo tena. Hata mtu akiwa Mkristo akikimbilia msikitini kanusurika, lakini ukiingia kanisani umeuliwa. Ilikuwa hivyo. Kwa hiyo sisi tukivaa kanzu zetu, wakituona wale askari wanatusalimia vizuri tu, tena wanatabasamu wale wanajeshi, ama horo mugira amahoro imana eh, yani muwe na amani ya Mungu. Amahoro ndo salamu hiyo tahia. Eh, tunapita sisi, watu wanapigwa risasi, sisi tunapita, tumezunguka mle mote mle. Kwa hiyo ndugu zangu, vita si kitu kizuri. Watu wengine wanafanya masara, bora tuane, tutakinukisha, tutafanya. Wewe unajua Haya, wewe ilishazuka baa hapa, wewe una uwezo, ushakimbia familia yako yote na uwezo shehe? hmm, mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba watakuwepo hapa. Kwa hiyo unaridhika kabisa waangamie wale? Kwa hiyo jamani, mtu akihiji anajibiwa sana dua zake. Kwa hiyo mimi nakuombeni mkaiombe nchi yetu na mumwombee raisi wetu Mama Samia Suluhu Hassan, eh, tena yee kapata urais kwa kutumikiwa na Allah. Kafa yule Magufuli direct direct akaingia pale mahali, kapewa na Mungu shekhe, urais hmm. Kwa hiyo ni mtu wa kumwombea dua sana eh. si mlikuwa mnaona nyinyi hapa, ukiwa na mali Magufuli anakuuliza umepata wapi na hivi. Yeye mama Samia hajamuuliza mtu yoyote, aka anakuacha tu na mali yako wala kuulizi eh. Sasa bado Wanamchachafya, wanamtukana, wanamuhudhi. Subhanallah, Mwenyezi Mungu amehifadhi, insha Allah. Basi, kwa haya machache niliyoyazungumza, ndugu zangu, namwomba Mwenyezi Mungu ayathibitishe katika nafsi zetu Amen. na atujalie tuwe katika waja wake waliowema Amen. kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kuweza kufanya mema isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, wala hatuna hila ya kuweza kuepuka maovu isipokuwa kwa huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala.